Arsenal imeweza kufika makubaliano ya kuweza kumsajili golikipa ambaye anafahamika kwa jina la Kepa Arrizabalaga ambaye ameweza kusajiliwa kwa ada ya uhamisho wa pauni milioni 5 akitokea Chelsea ambapo ameweza kucheza mechi 163 na kuweza kuonesha ushindani mkubwa sana na kuweza kuania mataji makubwa manne kwa miaka saba katika utumishi wake akiwa huko Stamford Bridge. Kepa ambaye ni golikipa mwenye umri wa miaka 30 raia wa Uhispania ambaye nasa, anasalia kuwa ni golikipa ghali zaidi duniani kwa sasa ambaye alitua Chelsea mnamo mwaka 2018 kwa ada ya misho, ya uhamisho ya pauni milioni 72 akitokea Athletic Bilbao. Kepa ambaye pia aliweza kuchezea e bana Real Madrid kwa mkopo msimu wa mwaka 2023 mwaka 2024, na, na kutoa e bana ligi ya mabingwa e bana Ulaya na La Liga, anatarajiwa kuwa msaidizi wa golikipa namba moja wa huko Arsenal, David Raya, mwenye umri wa miaka 29 raia wa Uhispania. Competition hii hapa ambayo Arsenal wanazidi kuiongeza katika msimu wa mwaka 2026, inazidi kuwapa watu e, taswira kwamba Arsenal itakuwa ni bora zaidi. Fahamu kwamba Arsenal wao e, bana, e, Kepa anaungana pamoja na wachezaji ambao wameshasajiliwa na kikosi kazi cha Arsenal washika mtutu hawa, ambapo e, Christian Nogard ambaye ni midfield huyu ametoka Brentford, amba amba ambaye amesajiliwa kwa e, euro milioni kumi mpaka 15 ambazo zinakadiriwa kwamba ndo ameweza kusainiwa e, bana mchezaji huyu hapa mbali na huyo, pia kunaye Martin Zubemendi ambaye pia huyu alitokea Real Sociedad, ameweza kusajiliwa kwa euro milioni 51. So kwa upande wa Arsenal, wao wanaendelea kuboresha kikosi kazi chao na kuendelea kuwafanya mashabiki wao wakiendelea kusubiri kikosi hichi ambacho kinaanolewa upya e, bana kwa ajili, e, ya msimu unaokuja wa mwaka 2026, mwaka 2027. Drop comment yako kwenye eneo cha comment hapo. hii ni sasa online digital, cha cha